Haya, ameandika jemedari Saidi. Simba Sports Club walijaribu kuleta uswahili wetu wa kutengeneza jezi mbili mbili msimu mmoja, kisa mashindano ya kimataifa. Diadora wakawaambia hakuna hiyo kitu, msimu mmoja jezi moja tu, na ndiyo utaratibu. Diadora ndio wanafanya kila kitu wenyewe, kuanzia designing mpaka Production baada ya approval kutoka Simba Sports Club, wakawa wazi kwamba huo ushamba wao sio sehemu, na muda wenyewe hawana pia. Wanachoweza kufanya ni kuandika kifuani tarehe ya mchezo na aina ya shindano dhidi ya club gani, kama inavyofanyika mbele. Hiyo wamesema Simba wakitaka, wanaweza kufanya hii ni faida nyingine ya kufanya kazi na brandi za kimataifa, mnajifunza kuachana na mazoea ya kishamba na mnakuwa wakubwa. Hayo ni maneno aliyoyaandika mwanahabari nguli Bini Kazumari na mzungumzia jemadari Saidi Mtipa. Kuna maoni gani kuhusiana na andiko hili la jemadari Saidi Mtipa? Lakini pia mwanahabari na mwanamichezo kutoka Clouds FM na mzungumzia Farihani Kiham na yeye ameandika kuhusiana na jezi za Mnyama Simba. Yeye ameandika yafuatayo. Waswahili wenzangu, hawa Diadora ni kampuni kutoka Ulaya. Huwa hawana hizo habari wenzetu. Duniani, msimu mmoja, jezi mia wala haina maana. Jezi hazijauzika bali ni utamaduni wa dunia. Jezi huwa ni moja tu kwa msimu, haina sababu shabiki azame mfukoni mara mia mia kununua jezi ndani ya msimu mmoja. Ndio maana huwa wanatoa uzi mkali bila kubahatisha, kwa sababu ni once and for all. Kwa msimu jezi huwa ni moja tu kwa levo za kidunia. Simba hana hasara yoyote kwenye jezi zaidi ya faida, maana yeye kashakula gawio lake la kimkataba na swala la nini kivalike ni Jailuti na Diadora. Muhimu tu wachezaji wasicheze vifua wazi. Yes, ni protocol za kimataifa zimefika kwenye dunia yetu ya Uswahili. Shida wa Mwera na Wadengereko ni wazito sana kuelewa. Akaweka emoji ya kucheka. Maneno ya mwandishi Falhani Kiham nini maoni yako kuhusiana na maandiko haya ya wanamichezo juu ya jezi za mnyama Simba kuelekea michezo ya kimataifa ya CAF Champions League? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye comments, lakini pia usisahau kushare, kulike pamoja na kusubscribe channel hii.